Nam, asante sana Emanuel to kutoka maeneo ya Mbeere kule eh, katika kaunti ya Embu. Hapa katika kaunti ya Kilifi, eneo eh, bunge la Magarini, maandalizi yameshika kasi na hapa nilipo ni katika moja wapo ya chumba ambacho uh, utaweza kuona kwamba eh, e, ndapo mpiga picha wetu Patrick Kanga anaweza kutuonyesha kwa kifupi tu, labda utaweza kuona kuna taa hapa uh, kila sekunde na kila saa zinapowaka inaonyesha kwamba zinapata chaji tayari, uh, kwa uh, kipute cha Magarini ambacho kinatazamiwa kuandaliwa siku ya Alhamisi, na maandalizi, maafisa wa IEBC kuweza kuzunguka katika uh, taasisi hii ya mafundi ya kiufundi uh, katika ene wadi hii ya Gongoni uh, tunaweza kusema kwamba wote wamefika, kulikuwa na kikao uh, na, na wao majira ya asubuhi na tayari uh, pale nje baadhi yao wanaweza kutia saini kandarasi ya kuweza kuhakisha kwamba wamefuata kanuni na maadili ya uchaguzi huu kupitia Tume ya IEBC lakini kuu zaidi nipo na maafisa ambao watakuwa wanaongoza zoezi hili. Kumbuka kwamba hapo jana kulizuka mengi kuhusiana na uchaguzi huu, maandalizi yake umefika wapi? Basi tuweze kufanya kupata mengi kupitia afisa ambaye anahusika na uchaguzi huu. Tueleze majina yako, ukisonga hapa hivi, karibu, alafu tuambie labda maandalizi yamefikia wapi. Kwa majina, anaitwa Joseph Mufondo, ndio ni msimamizi mkuu wa uchaguzi hapa Magarini. Maandalizi yetu sasa ni kumalizia, malizia kama vile unavyoona tuko na kila kitu, ballot boxes ziko, ballot papers zilifika. Tumetrain all the returning of, I mean, all the presiding officers, all the deputy presiding officers wakakula kiapo. Tumetrain all the clerks leo hivi tumedispatch all the presiding officers to the respective polling stations kwenda kufanya mapping, ili waangalie hali ya zile vituo vile ziko. Kwa hivyo maandalizi yote sahihi, tuko sawa. Labda utueleze pia katika, uh, mmeweza kupanga vipi labda manake kulikuwa pia na Uh, ushirikiano wenu na maafisa wa polisi kwa, kwa zoezi hili uko vipi ikizingatiwa kwamba kuna baadhi ya tetesi zilitolewa jana na baadhi ya wagombea hasa chama cha DCP? E, katika hali ya security tulikuwa na subcounty security meeting, pia tukakuwa na kikao na the county security meeting. Wakatuhakikishia kwamba uh, maandalizi ya in terms of security iko sawa. Kila kituo kitakuwa na askari wawili na pia katika hapa tallying center kutakuwa na askari kama hamsini hivi, na kutakuwa na ile special rapid deployment unit kama mahali kuna vurugu tuwapeleke. Zile tetesi tumesikia, unajua, sasa hiyo ni siasa, na mimi my focus ni ku deliver free and fair elections. Sitaki kujiingiza katika siasa, na kulingana na vile sisi tulifunza hawa presiding officers the deputies and the clerks, tulueleza maadili yale ambayo yanatekana kufata ile sheria anataka kuzingatia. Kwa hiyo mi nasema kusikwe na wasiwasi, zile ni tetesi tu, na hatuwezi kusema hizo zitatufanya to lose focus on what we are supposed to do endapo kutakuwa na mambo kama hayo, endapo kipi kitafanyika. Leo hivi asubuhi tumeita wale all the presiding officers and the deputies, tukiwasomea ile tunaita riot act, na tumewaambia iwapo mtu yote atapatikana ama atashawishiwa na mwanasiasa yoyote, kwamba sasa atabeba msalaba wake mwenyewe, na tutaweza kumtoa kama kuna ini tashwishi yoyote. Hata pale siku ya kupiga kura, tukiona kama kuna chochote ambacho anafanya, tutamtoa na tumpeleke kwa maafisa wa polisi ili wapambane naye. Baada ya tetesi pia ni kwamba wengine wanasema kwamba kuna wanasiasa uenda wakatumia mbinu ya kwamba e, waweze kutumia kupiga picha katika zile taratibu za kupiga picha, labda e, sheria inasema nini? Ni jambo ambalo mmeliangazia pia? Tumeliangazia, tumeambia wale wote watasimamia vituo kwamba hakuna mtu yoyote ataruhusiwa pale mahali anapiga kura kwenda na simu na kupiga picha ile ballot paper. Tumemwambia hiyo ni hatia, na iwapo mtu yoyote atapatikana, basi mkono wa sheria utachukua mkondo wake pia tupo na afisa ambayo katika kaunti hii e, ya Magarini ndio anahusika na masuala haya ya kupigaji kura. Labda umeridhishwa na jinsi maafisa wako wanaendeleza shughuli hii nzima e, na una yapi ya kusema kuhusiana na maandalizi majini? Uh, kwa majina anaitwa Juma Musa, ni county elections manager Kilifi County uh, kama alivyosema bwana returning officer ni kwamba maandalizi yanaendelea vizuri na ni matumaini yetu kwamba kufikia leo jioni itakuwa tume tumekuwa tayari na kesho wale maafisa mapio DPOs watakwenda kwenye vituo. Hakikisho uh, langu ni kwamba langu ni kwanza, tumeambiwa kwamba usalama utakuwa ni wasawa, kwa hivyo hakuna shida na mambo ya security. Jambo la pili, tumeambiwa wale mapio na DPOs, mtu ambaye atapatikana akijaribu kuiba kura ama kuharibu kura ama kushirikiana na mwanasiasa, tumeambia waziwazi na tumeongea na watu wa security huyo presiding officer atashikwa na awekwe ndani, na hii tu tunasema tukiwa very serious kwamba afisa yoyote ambaye atashirikiana na mwanasiasa aidha kwa kuwa wanajuana ama kwa kuwa amepewa pesa, au tutawashika tuwaweke ndani bila huruma naam. Asante sana, ni wiruhusu niweze kukomea hapo na tuweze kuendelea na maswala haya, labda kwa sasa tu nikiwaacha watazamaji wetu ni picha ambayo anaonyesha maandalizi na kuonyesha kwamba mkoko ndio unaalika maua hapo kesho. Uh, vijisanduku hivi pamoja na stakabadhi mbalimbali zitakuwa zinaondoka hapa zikielekea katika vituo mia moja tisini na tatu vya kupigia kura na kutaraji kwamba wapiga kura zaidi ya elfu themanini kutoka wadi zote za uh, eneo hili la Magarini watakuwa wanashiriki uchaguzi mdogo wa kumchagua kiongozi wao. kutoka kaunti Mombasa, tunavuka milima na mabonde hadi kutoka kaunti ya Kilifi. Samahani, tunaelekea katika maeneo ya Kasipul, kwa kwake Crispino Tieno kwa taarifa zaidi.